Baraka Mkumbwa ni mhandisi a ofisi ya meneja TARURA Rungwe. <tuken> Kama alivyosema mkuu hapa, tulipokea maelekezo asubuhi tupike kwenye barabara tuangalie. Tuje na mapendekezo yote, mapendekezo ya muda mfupi kusababisha ipitike, lakini pia mapendekezo ya muda mrefu. Sisi tutaipita nao tu, tutaangalia, tutakuja na mapendekezo yetu na tutaona namna bora ya kuiweka sawa hii barabara. Kwa hiyo kwa kusaidiana kwa pamoja kwa kushirikiana pamoja na wadau wote wa maendeleo mm. tumelazimika kuiona ofisi ya mbunge Mheshimiwa mm. Albert Montona tumezungumza naye kwamba hii barabara ni changamoto na ni kero mm. kwa haraka sana amewaagiza watu wa talula tathmini, na na na na wa talula wa, waje wafanye tathmini na walete Walete, walete utatuzi wa haraka ili endelee kupitika wakati mpango wa kutatua uh, tatizo hili kwa kudumu ukiendelea ku, ku, ku. Emmanuel Bonifas Kayombo wa kijiji cha Ibura, ubalozi wa amani. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge wetu kwa kutusaidia barabara ambayo ijapitika zaidi ya miaka kumi tusaidie, kumi na tano tangia mheshimiwa mbunge wetu Mwankeni kuanza kutengeneza, mbunge wetu mwanitoa na nashukuru sana, sana baba yetu.